Kwa maana kuleta kombe lolote hapa Watanzania tukafurahi na uniambie. Sasa kucheza fainali, kucheza robo fainali sio mafanikio ule mafanikio ni mpira umeonyesha uwezo wako wa mpira kuchukua kombe, kuchukua kombe hayo ndio mafanikio tunavyozungumza. Mafanikio tuzungumze Simba na makombe mangapi kafu, Yanga na makombe mangapi kafu. Hayo ndio tunazungumza mafanikio uko kupiga danadana unasema unajua mpira. Kuna siku moja kuna dogo alinipigia pigia danadana hapa za ajabu za kwenda shule danadana zaidi ya 200. Kwa nini hatumuoni kiwanjani? Labda hajapata usajili. Simba anapiga danadana mpira bado? Kwa kwa jinsi ulivyoona sasa, Simba walipocheza pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kuelekea kwenye uh, mechi ambayo inakuja kuchezwa kwanza kabla ya ya mechi ya klabu bingwa, nadhani kuna dabi ya mzizima zaidi ya Azam. Sikiliza, hey, hey, leo wamesafiri usiku wa mafungu mafungu Simba, hilo amzungumzi wa waandishi wa, inawezekana mjaenda kuchukua clip pale airport mafungu, mafungu. Sasa sameenda mali leo usiku au mnataka mjifyatua akili, ngoja na nakwambia sasa wameenda mafungu mafungu, wambieni Uchebe kasema mafungu, mafungu. Sasa kwa nini? ana wela wadau wameshindwa kuwachangia hela, anatoa wapi? Wameenda mafungu mafungu hamsemi, wa waandishi wamekaa kimya. Ela Yanga angeenda mafungu mafungu, ungesikia Yanga kasafiri mafungu mafungu, si umeona? Kwa sababu ukiandika taarifa za Yanga zinatembea sana, ila ukiandika za Simba zinalala. Hamjaripoti hiyo kwamba Simba kaenda mafungu mafungu mali Unajua hiyo sasa, mimi nakaa wapi? Umenielewa? na simba tuna jasusi wetu, tuna jasusi wetu Simba. Wewe mbona uko ukuwai uliza kwamba Simba, Yanga mnapata wapi taarifa za kwamba Simba ametoa jezi hizi? Tunawahi tuna kuzipata sisi kabla ya wao, tumeambia jezi hizi wanabadilisha, wanahamisha tu matangazo, mmekaa kimya, hakuna mtu aliyekuja kudadafua watu wa Yanga mnazipata wapi? Sisi tunawaambia tuna majasusi. Tuna juzi ameanzisha alambei, wadau wachangie, Simba iende mali, watu mmekaa kimya, hayo mnaangalia. Tuandishi mpo, wachambuzi wapo, hakuna mtu aliyelizungumza, ila tukizungumza kina Uchebe, Yanga o tunaikosea heshima Simba naikosea heshima kivipi? Mbona Yanga anazungumzwa kwa mabaya, tunakaa kimya? Watu wanalipwa kuichambua vibaya Yanga na tuna watu wa Yanga, tunakaa kimya, ila tukiichambua Simba siu, mnalipwa viposho wote, mnakaa kimya. Waambieni waache kwenda mafungu mafungu, ule wanakoenda Stade Malien yule sio Vipers. Waambieni ukweli kule alikoenda sio as maana, anamfunga nani sasa? Simba anamfunga nani kule? Esperance de Tunis ni ya tatu kwa ubora barani Afrika kwenye lengi, umenielewa? Ya tatu yeye. Ye, ye ni wangapi yeye? Watano. Steni Maria amemkazia Esperance de Tunis. Wametoka bila bila wamegawana pointi. Petro Atletico ni wangapi kwenye renki ya kafu? Na kuuliza Petro Atletico ni wangapi kwenye renki ya kafu? Yuko top ten eh? Petro Atletico amemfunga Simba, ambaye kwenye top 10 yeye hayumo. Subiri ndio makosa hayo tunayosema sikimbilia kusema mpira ni makosa, kwani si nilikutuma ukafanya makosa? Unapofanya makosa ndio unaadhibiwa, ndio maisha alivyo. Sheria ipo ili kuadhibu unapokosea, umenielewa? Aidha kwa maksudi, aidha sio kwa maksudi, sawa, lakini lazima ufanyaje? Kuadhibiwa. Leo nakwambia sasa, kama Simba amefungwa na mtu ambaye hayuko top 10, kafungwa nyumbani kwake Stadi Maria hayuko kwenye top 10, kamzuia tatu bora kwa Simba, anamfanya nini? unasi kwa ubora wa Simba kichosababisha wa, wafungwe pale Benjamin Mkapa nini? Ninini mimi nimekuuliza kitu kingine. Stadi Maria amemzuia tatu bora Simba, atafanywa nini kule? Sema nafungwa vipi au timu yako hiyo? Kama unaumia sema mpira ni mchezo wa makosa, siwezi kudhibitisha. So uwezi kudhibitisha Simba anafungwa e. Kwa nini usema anafungwa? Kwanza ameenda mafungu mafungu. Pengine ni mbinu. Sikiliza sio ni mbinu. Hmm. Moja ameenda mafungu mafungu. Mbili hmm, viongozi wameingia kwenye mtafaruko. Mtafaruko. Wanadai wanaulizana baka ile game ya mwisho anafungwa hapa game ya kwanza ya makundi nakupa sasa. Hmm. Hapa. Wamekaa kikao mpaka saa sita usiku. Wanaulizana msimu uliopita mapato ya kuwapi? Watu hatujapata mgao, leo mnatuambia tuingie kazini na kuwaje? Ulisikia wapi? Tugawane kwanza kilichopita, tuanze upya. Hakuna maelewano, kila mtu mwenye kitu anaingilia huku, anaenda kutokea kule. Nakupa hizo andishe nye hamsemi, mi nasema, mimi sijazipata ndo. E, nakupa sasa, anaenda <laughs> kule, kila mtu anaongea vyake. Mwingine anakwambia mimi, tarehe thelathini na mkutano ntakiwa nielezee wajumbe, wajue Simba wana wanachama, wana wajumbe, umenielewa? Wana wajumbe, unajua kazi ya mjumbe? Mjumbe anakwambia we, unakubariki afu ukumbe ukubariki, anakunonga, anakungonga, anakwambia kwa kiluga Simba wana, wanachama wana wajumbe. Tumalize sasa na hili. Na sasa ndo nakwambia sasa mwingine, mm -hmm, anakuambia mimi sisafiri na timu nabaki na nini na wajumbe tarehe thelathini. Au hamjui kuna mkutano wa wajumbe tarehe thelathini. Mkutano umetangazwa tu. Ah, ngoja, mbona msemi? Hamjui kwamba tarehe thelathini kuna mkutano wa wajumbe au hamjui? Mmekaa kimya. Haya ndo mwenyekiti amesema, mimi nabaki kwenye mkutano wa wajumbe, na mtoa hela naye amesema kama wewe uendi mimi siwezi kusafiri na mimi nabaki aje. Jiulize, timu imeenda na nani kule. Timu ina meneja. Aliyejua anafanya figisu alishakufa, kabla lake aliko ilinga ndio aliyokuwa naisaidia Simba ifanye vizuri. Umenielewa? Waliobaki wote wachumia tumbo. Kila siku anaulizana, mapato ya msimu uliopita yako wapi? tugane Simba haiji kufanya vizuri nakwambiani, msimu huu mimi nawaambia, na peni hizo za ndani watu wa mzigi hui. Simba haiwezi kufanya, kufanya vizuri Simba, Simba hawezi kufanya vizuri. akifanya vizuri, yani akipata point kwenye lile kundi lake, mwandishi njoo chukua milioni. Aha, akipata, akipata point kwenye lile kundi lake njoo chukua milioni hapa wajumbe wanaongea yake, bwana Uchebe, tusikimbiane. viongozi wanaongea yake, wachezaji wana mpango wake. Ulisikia wapi unaenda kwenye mashindano yani wale yaani wale Simba ukiangalia, unaiona inacheza klabu bingwa makundi, kumbe Simba ina mechi yake ndani ya klabu o oh, juu hilo Simba na mechi yao ndani ya klabu yao, wana mechi yao binafsi zinapigwa na mwisho wa siku inatakiwa apatikane mshindi, alafu wewe Simba unaiona iko makundi na akili. Nakuuliza, una akili wewe timamu kweli? ulijoniambia kwamba Simba iko makundi, inacheza na nani? Hebu tumalize na hili sasa, swali so la mwisho, unavyoiona Simba uh, inavyosafiri hivyo, maana yake umesema kwamba hatupata chochote wakati tamaa mashabiki zake, kwa sababu wewe umesema kwamba ina mgogoro kwanza, huenda wengine hawajui kama Simba iko na mgogoro, na pengine hawajui kama watu wamesafiri kwa makundi makundi, kama ambavyo umethibitisha. Mashabiki bado wana imani na timu yao, wanaamini ndani ya meneja Pantevu, unavunja moyo kwa hii kauli ya kwamba Simba itofanya vizuri ama pengine uwatie moyo? Mimi nataka nikwambie hmm, wenye moyo kwa kwamba bado wanaipenda Simba, wanaishangilia hmm, na wanaiombea mazuri, ambao hawajui kinachoendelea ndani ya Simba, ambao wanaoelewa walishakaa pembeni muda mrefu. Waishavuta 55%, yao wanakaa nasikilizia tu, wanasikilizia ikifungwa, niseme nini basi. Ila ambao hawajui ndio wamekaa wametoa macho, Simba atashinda, Simba atashinda, anashinda na nani shinda? Kwanza mechi wanaoshindana huko ndani ambao wamejifungia chumbani. Ee bwana nikushukuru sana Uchebe. Hey. <laughs> mimi ndo kutana na Yanga bingwa. <laughs>